Katika safari ya maisha, wengi wetu tunakimbiza baraka. Tunataka maisha ya mazuri, tunataka riziki ifunguke, tunataka amani ingie nyumbani na moyoni. Lakini mara nyingi tunasahau jambo moja dogo: baraka huwa haingii mahali panapolalamika sana, baraka huja mahali panaposhukuriwa. Wakati tunapolalamika, kwa nini mimi? Kwa nini haifunguki kwa nini sipati kama wengine, tunaifunga milango ya neema taratibu bila kujua. Malalamiko yanamfanya mtu kuona kilichokosekana, sio kilichopo. Yanamfanya aone giza hata kama anasimama kwenye nuru. Na jambo la kuhuzunisha ni hili: malalamiko yanajenga tabia ya huzuni, shaka na kutoridhika, na hapana baraka katika moyo usioridhika. Lakini pale unapochagua kushukuru hata kwa kidogo kuna mlango unafunguka. Kuna utulivu unaingia. Kuna nuru unayoanza kuiona hata kwenye mambo madogo. Kwa sababu shukrani ni kama mwanga unaoangaza baraka zilizojificha. Ukimshukuru Allah kwa usingizi wa usiku, kwa uwezo wa kuamka, kwa chakula ulichopewa, kwa amani ndani ya nyumba, unaongeza uwezekano wa kupata zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Allah mwenyewe ameahidi. Mkishukuru nitawazidishieni. Watu wengi wana baraka lakini hawaioni kwa sababu ya malalamiko. Wengine wana afya lakini wanalalamika, hawana hela. Wengine wana hela lakini wanalalamika, hawana amani. Wengine wana amani lakini wanalalamika, hawana maisha kama wengine, wakati mtu mwenye kidogo anasema alhamdulillah, huyo huwa anapanda mbegu za baraka kimya kimya. Leo jiulize, ni mara ngapi umeshukuru kwa yale unayoyachukulia kawaida? Kupumua bila mashine, kuamka bila maumivu, kuona, kusikia, kutembea, kula bila kuhangaika, kucheka na familia. Hayo yote ni baraka zilizofichika ndani ya maisha yako ya kila siku. Wacha malalamiko yapungue. Si kwa sababu mambo ni mazuri, bali kwa sababu Allah yupo na shukrani inavuta rehema zake. Kama unataka baraka iingie kwenye riziki yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye afya yako, kwenye watoto wako, kwenye moyo wako, anza na hili: punguza malalamiko, ongeza shukrani. Utashangaa baraka zinavyoanza kutiririka polepole pole